Na kama unavyoweza kuona hapa tuna incubator ambayo inakuwa inatotoresha mayai mia tatu, mia tatu na, na, na, na, na kidogo. Na kama unavyoweza kuona hapa kuna mayai baadhi ya kuku aina ya kloila ambayo yanakwenda kufanyaje kutotoreshwa. Sasa tunataka tutoe elimu kidogo kwa sababu watu wengi wanashindwa kuimasta ku, ku, ku, ama kuelewa namna ya kuseti hapa. Hapa ndo kila kitu, kwa hiyo walio wengi wanashindwa namna ya kuseti hapa, nini kinatakiwa kifanyike, namna gani ya kuseti na vitu gani vya kuweza kuzingatia. Sasa leo tutakwenda kukupa elimu hiyo, namna ya kuseti incubator yako ili uweze kufanya kazi vizuri zaidi na pengine kutotolesha mayai yote ambayo unakuwa umeyaweka ndani ya incubator yako. Na labda kabla ya kuendelea tukukumbushe tu, kama we ni mgeni kwenye chaneli hii usiache kusubscribe chaneli hii, kwa sababu ina mambo mengi mazuri, mambo mengi sana mazuri. Kama unavyoweza kuona, hili ni jambo la msingi sana na ni jambo muhimu sana, kwa wale ambao wanafanya biashara ya utotoleshaji wa mayai ama wanaototoresha kwa ajili ya, ya, ya mifugo yao nyumbani. Kwa hiyo kama unavyoweza kuona, hii ndio incubator yetu. Sasa tuendelee, hapa chini kunakuwa kuna, kuna, kuna, kuna sehemu ya mayai ambapo kunakuwa kuna tray, na tray zenyewe zinakuwa katika mfumo huu. Hizi ndo tray ambazo zina mayai yanapangwa. Yakishapangwa basi yatawekwa katika mashine na sehemu ziko, kuna ngazi nne, so itategemea na idadi yako ya mayai. Kwa mimi mayai yangu ni machache ndio maana wameona hayajaweza kuenea kote, kwa hiyo nafasi bado ipo kubwa. Kwa hiyo baada ya kuhakikisha umeshaweka mayai yako, maji chini kule umeshaweka, sasa kinachofuata ni namna ya kuseti mashine yako. Hii ndio mashine yangu, na hapa unapoona nilikuwa bado sijafanyaje, nilikuwa bado sijaiwasha. Kwa hiyo hapa unaona kabisa kuna hiti kuna, kuna feni na kuna egg tan, yani ya kugeuza nini mayai na mwisho huku kuna taa. Hii taa mara nyingi inatumika kwa ajili ya, ya wewe kufanya management sometime. So vyema kuwa unafungua kila mara kuchungulia humu ndani. Kwa hiyo mara nyingi zaidi huwa tunatumia tu taa, unachungulia maendeleo then una, unazima ukiiacha hii taa inawaka, ukiiacha inawaka, kunakuwa kuna, kuna, kuna mambo mengine yanaweza yakatokea, kwa sababu joto litakuwa jingi sana, na mashine yenyewe inaweza ikawa inashindwa namna ya kufanyaje ya kukabiliana na hilo hilo joto humu ndani. Kwa hiyo mara nyingi unavyomaliza ni vyema ukaizima. Sasa ukiangalia kwenye hii dashboard hapa, kunakuwa kuna namba ziko nyingi nyingi kama unavyoweza kuona ziko nyingi kuna sehemu hii sehemu hii sehemu hii sehemu hii, na hapa kuna taa zingine zinakuwa zinafanyaje, zinawaka, lakini kila taa moja hapa inakuwa ina inaashiria jambo lake. Na kama unavyoweza kuona pia kuna alam kama unaweza ukaisikia, na alam inavyopiga kama hivi inakuwa ina inaashiria kwamba kuna tatizo, kwamba kuna kitu hakijakaa sawa na kwa haraka haraka ukijaribu kuangalia kwa nini napiga alarm? Kwa sababu temperature na, na, na unyevu bado havijitoshelezi. Kwa hiyo inapambana kuweza kumaintain, na endapo itakavyomaliza kumaintain, basi kuna uwezekano wa yenyewe ikaacha kupiga kelele. Sasa twende moja kwa moja namna ya kuseti hapa, kuna temperature na hapa kuna unyevu. Kwa kawaida temperature inatakiwa iwe thelathini na saba point nane na katika unyevu unatakiwa uwe asilimia stini kama unavyoweza kuona hapa. Kwa hiyo endapo utaseti hizi hivi, hizi za juu zitapambana zita kufanyaje ili kuweza kufikia nani uliokuwa umeilimiti hapa chini. Kwa mfano kama temperature lazima ijaribu kujigenerate yenyewe ije isome thelathini na saba point nane hivyo hivyo, na unyevu hapa uko stini na hapa wiko stina sita. Kwa hiyo lazima hii pambane ije kuwa stini. Kwa hiyo lazima zimechi kote kote. Na namna ya kuseti namna ya kuseti kuna, kuna sehemu imeandikwa seti hapa kama unavyoweza kuona. Nikibonyeza seti inamaanisha inakuonyesha kwamba sehemu ya temperature inatakiwa ifanyiwe nini ifanyiwe mabadiliko, yani sasa useti kiwango cha temperature ambayo wewe unafanyaje unaihitaji kwa hiyo, utabonyeza utabonyeza seti then uta, utafanyaje utafanya mabadiliko ya nini mabadiliko ya temperature kulingana na kitu ambacho nafanyaje na kitotoresha. Kwa hiyo kwa mimi ambaye natotoresha mayai ya kuku huwa ni 37.8 kwa hiyo nitaitafuta kama hivyo hii hapa 37.8 ambayo ni nini ni nini ni PP. Haya, nikibonyeza mara ya pili itaniletea unyevu unyevu ni asilimia stini. Kwa hiyo itategemea una, unatotolesha nini. Kwa hiyo kuna mayai mengine ambayo yatahitaji unyevu zaidi au unyevu kidogo, lakini kwa mimi natafuta stini, asilimia stini ambayo ni hii hapa. Kwa hiyo HH inatakiwa iwe ngapi? Iwe stini, na ukimaliza unabonyeza seti kama ulivyoona. Kwa hiyo ni, ni, ni kazi ambayo tu inakuwa simple. kama mimi hapa nimekwisha kuseti kulingana na na mayai yangu ya kuku ambayo ni thelathini na saba pointi nane na asilimia sitini. Kwa hiyo hapa nimesha, nimesha seti, kwa hiyo mashine yenyewe itapambana hii asilimia it, thelathini na sita, pointi zero, itajio itajiopareti yenyewe mpaka ije thelathini na saba pointi nane na hivyo hivyo katika unyevu. Kwa hiyo ukifanya mambo haya, basi mashine yenyewe itafanyaje? Ina uwezo wa kujiopareti na endapo kama unavyoweza kuona hapa hapa tuli, wakati tunaanza ilikuwa thelathini na tano lakini unaweza ukaona imeongezeka thelathini na sita pointi moja kadri muda unavyoenda mashine inajiopareti yenyewe inaitafuta 37.8 hivyo hivyo na kwenye unyevu pia ilikuwa sitini na sita lakini saa hizi imeenda sitini na tano kwa hiyo inaendelea kufanyaje kupungua mpaka ifike asilimia sitini Endapo sasa mambo yote haya yanakuwa yameshakamilika yamesha, kwamba hapa imesoma 37.8 na hapa imesoma asilimia sitini, basi na hii alam itaacha kupiga kelele. Na lengo la alam kupiga kelele ni kukujuza ama kukuita wewe ambaye unatumia mashine hii kwamba njoo uone kuna tatizo. Kwa hiyo hapa ni sawa, inakuwa inakuita, ina uje utizame, kuna kitu hakijakaa sawa. Pengine huenda maji yakiisha inakuwa na tabia hiyo ya kukuita njoo unijaze maji, ama joto linakuwa haliko haliko, haliko sawa, haliko katika kiwango ambacho kinatakiwa. Pia itapiga itapiga kelele kwa mfumo huo. Kwa hiyo ukizingatia mambo hayo, inamaanisha ndani ya siku siku kumi na nane, ndani ya siku kumi na nane unatakiwa uje u, u, uzime kifaa kimoja hapa ama switch moja hapa ambayo ni ya egg tan. Egg tan. Hii ni egg tan. Egg turn kazi yake ni kugeuza mayai sasa. Siku, siku ya kumi na nane mayai yanatakiwa yasigeuke tena, kwa hiyo lazima uzime hii. Ukishazima hii basi uta, utasubiri muda wa kuangua vifaranga vyako. Kwa hiyo usije ukasahau kuzima kwamba, mpaka siku ya ishirini na moja mayai yanafanyaje? Yanageuzwa na, ya kwa hiyo ni muhimu sana kuzima hii egg turn. Nahisi na vilivyo vingi nimeweza kuvielezea hapa kwa ufasaha zaidi, na kama labda kuna jambo ambalo limesaulika, ama kama kuna jambo ambalo unatamani una kujifunza ama unatamani una elimu hiyo uipate kupitia sisi, unaweza ukaandika kwenye comment hapo au ukatupigia simu tukaweza kuzalisha kipindi maalum kwa ajili yako, sababu sisi tunawapenda, tuna wafugaji na tunafurahi, tuna kuona mfugaji unafanikiwa kwa hiyo Tunapenda kukukaribisha. Muhimu zaidi mashine kama hizi tunazo, mashine kama hizi tunazitengeneza pia, ziko kuanzia trei moja na kuendelea. Kwa hiyo, kwa wewe ambaye unahitaji kufanya biashara ya utotoleshaji, mashine zipo hata utake mayai elfu moja, utake mayai mia tano, utake mayai mia tatu, utake mayai thelathini mashine zote zinapatikana hapa kwetu. Kwa hiyo tunapenda kukaribisha sana, karibu uje uweze kufanya biashara ya utotoleshaji wa mayai. Ama wazo jingine la biashara ni kwamba unaweza ukawa na mashine hii ukawa unatotolesha vifaranga, na baada ya kutotolesha vifaranga, let's say vifaranga vya kienyeji, ukitotolesha unavikuza pale ndani ya mwezi mmoja zeni, unauza kwa, unakuwa unauza vifaranga ambavyo vinakuwa vina mwezi mmoja. Kwa hiyo hii ni fursa kwa wafugaji, Changamkia fursa. Karibu, hii ni Mifugo Digital. Tunawapenda na sisi kwetu, tunaamini kilimo biashara ni fursa. Karibu sana.